Naitwa Fadhila Msangi ni afisa utumishi mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Lushoto. Aha. Tupo katika siku ya nne katika kuadhimisha wiki ya maji ambayo imeanza toka Jumapili tarehe kumi na sita mwezi wa tatu na leo ni tarehe kumi na tisa. Uh, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Lushoto leo tupo katika chanzo cha maji cha Kindoi kilichopo wilaya ya Lushoto na tupo hapo kwa ajili ya zoezi la usafi. Ah, natoa wito kwa wananchi wa Lushoto kutunza mazingira na maeneo yote yanayozunguka vyanzo vyetu vya maji ikiwemo chanzo hiki na vyanzo vingine, na vyanzo vya maji vingine ili kuboresha maeneo haya kuendelea ku, kusaidia katika kupata maji ambayo ni huduma muhimu sana kwa wananchi wote wa Lushoto, lakini pia wananchi wote ambao wana tabia za kufanya uhujumu au kuharibu miundombinu ya maji au hata katika vyanzo hivi, na waasa kuosha mara moja. Ni kosa kisheria na ukipatikana, ukifahamika, utachukuliwa hatua. Asante.